Habari mpendwa mtazamaji, upate pale ulipo katika ufuatiliaji wako wa channel hii ya Aisha's Food. Leo nimeweza kuwaletea ni jinsi ya kupika uji wa ngano uliochanganywa na maziwa. Unaweza pia ukachanganya na nazi kama haupendi maziwa. Katika sufuria na nimeweka maji kiasi cha lita moja kama hivyo, halafu nitaacha jikoni yapate uvuguvugu na kuchemka moja kwa moja. Na wakati huu nakuwa tayari, nimeshaosha ngano na nimetumia ngano nusu kilo ambazo tayari zimeshakobolewa. Baada ya ngano kuzisafisha vizuri, nitaweka humo ndani katika maji ambayo yanachemka jikoni, kama hivyo ambavyo inaonekana katika video. Kisha nitaacha jikoni ngano ipate kuchemka na maji mpaka kulainika. Hakikisha ngano imelainika vizuri, yani ipo laini kabisa. Na ukiona ngano ni ngumu, basi unaweza ukaongezea maji mpaka pale itakapokuwa imelainika. Kama ni mara maraka kwanza kutazama video hii ama kukutana na channel hii na kusihi ndugu yangu, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na marafiki. Vile vile matangazo ya mdomo kwa ndugu, jamaa na marafiki na wakaribisheni sana. Na baada hapo basi, ngano iko tayari imeiva, ipo kama hivyo ambavyo inaonekana. Nitaweka pembeni na wakati huu nitachukua maziwa freshi lita moja Nitaweka ndani kama hivyo, kisha nitachemsha mpaka yachemke kama hivyo ambavyo inaonekana, na yakisha kuwa tayari nitaweka pembeni. Sasa ikiwa haupendi maziwa, basi utaweka nazi yani tu, ila nazi, lakini haulichemshi kwa vile ni maziwa, ndio maana nimeamua kuchemsha. Nitachukua maji kiasi kama cha nusu lita ama ml mia tano, nitaweka kama hivyo kisha nitapima unga wa ngano nusu. Nitavuruga kidogo na maji kisha, yani e, itakuwa ni rojo la unga wa ngano. Nitamimina humo ndani, nitakoroga kama hivyo. Kwa hatua ya awali, unaweza ukapunguza moto ukapika huo uji wa unga ngano kwa moto mdogo mdogo kwanza, kama hivyo, na una kawaida ya kushika chini, kwa hiyo unakuwa unapunguza moto wakati unapika hapo, nimeweka zile ngano ambazo tayari nimeshazichemsha kama hivyo ambavyo inaonekana. Utaweka zote katika sufuria, kisha utaendelea kuchanganya kama hivyo, kwa utaratibu, kwa moto mdogo mdogo. Usipike kwa moto mkali sana, itapelekea kuungua kwa hatua ya awali kama hivyo ambavyo inaonekana. Kwa hiyo hapo nitaweka sukari nusu kilo kama hivyo ambavyo inaonekana, na kisha nitafuatia kwa kuweka iliki ya unga kijiko kimoja kikubwa cha chakula. Unaweza ukaongezea na arki ya vanila kama unapenda harufu nzuri zaidi. Kwa hiyo hapo nitachanganya kama hivyo ambavyo inaonekana kwa utaratibu. Tazama moto, yani, moto usiwe mkali sana. Baada ya sukari kulainika vizuri kama hivyo, pamoja na iliki basi nitachukua yale maziwa nitaweka humo ndani. Kumbuka maziwa ni lita moja. Kwahiyo hapo, kama una nazi, basi utaweka tui maji, ama lile tui la pili utaweka humo ndani. Kisha kabla haujaepua, utaongezea tui lako lile la mwanzo, ama tui bubu. Kwahiyo inakuwa hatua ni kama hivyo ambavyo inatakikana huu uji upikwe. Kwa hiyo hapo nitachanganya vizuri kama hivyo ambavyo inaonekana, takoroga. Ina kawaida kushika chini, kwa sababu ni ngano ndio ambayo inatumika sana ama iliyopo ndani, na itafanya kama kuungua, lakini unaweza ukapunguza moto na utaacha mpaka uji wako uchemke vizuri. Hakikisha uji umechemka vizuri, ijapokuwa kwamba maziwa tayari nishachemsha, lakini niliacha kwa muda wa dakika tano zaidi kwa ajili ya kuendelea kupika uji huu wa ngano ambao umechanganywa na maziwa. Kwa hiyo kama hivyo ambavyo inaonekana, uji uko tayari. Nitapitisha kidogo upawa kukoroga koroga kiasi kidogo kama hivyo, na kisha nitachukua kikombe, nitaweka uji ndani yake na unaweza ukahifadhi kwenye chupa ya chai. Na ni uji yaani, uji mmoja mtamu sana. Ikiwa unapenda kufanya biashara ama kupikia familia yako, basi unaweza ukafanya hivyo na ukapata faida maradufu. Mpaka wakati mwingine, nawatakia siku njema, nawapendeni sana. Asanteni sana kwa kutazama video hii na asanteni sana kwa kunisupport. Bye.